Kwa majina anaitwa Monica Dogratius Michael, anasoma chuo cha University College of Africa, kozi no? ya secretary. Kwa sababu naipenda ndio maana nikachukua kusoma kozi hiyo. Napenda kula <laughs> napenda kula chipsi. Kumbukumbu zipo nyingi, ila kuna kumbukumbu moja hiyo zezi kaisaukaesha nilivyokuwa mdogo nilikuwa na rafiki yabavaa kiume, hasa y usiku. Mama yake alimwanizaga moto akaombe moto, akaenda vizuri, akaenda kuomba moto, ile kurudisha jalo kwao kanikuta mi nimekaa tu, akaja kanibandika hapa kwenye bega, ndo ikaa <laughs> hivyo kwa sababu niliumiza kwanza. <coughs> Hapo kipindi cha nyuma nilikuwa na mahusiano, kuna mtu nilikuwa nampenda sana a, nampenda sana sana, sana, ila sasa sijui kwa upande wake alikuwa sijui, alikuwa anafikiria mi simpendi sijui, ila kitu alichonyumza zaidi alimchiti cha ah. Kwanza na shukuru kwa kumtazama pia anapenda